Junawaka mwananguu yangu kwanza, iekuwa bahari sana. Unajua, siku zote katika maisha huwa na rafiki mwema, huwa ni jambo moja ambayo ni zuri sana kati, kwa sababu anakuwa ni mshauri

Lakini nimeona sina budi, kama chele kweli nam katika kuwengi, lakini chele leo kumwaga. Nimejaribu kujizuia kujizuia, zia chele hilo, lakini najua sina ndugu mwingine ambaye anaweza kumwelezea chele hili kama shida yangu kuu. Ni vigumu mwanaume kujielezea shida hiyo, lakini kiukweli unajua ni sawa na mfano kwa ukuni ulio mdogo, unaona kwamba ni mdogo, lakini ukuni kisema uvunje uwezo wa kuvunja kwa sababu ni mdogo. Ndugu yangu, nafahamu, nafahamu mama, mama, mama, mama nani, mama, mama bai, namjua na mke wake, ana heshima sana maskini yake. Yani kila kukicha, nikifanya kosa lolote dogo tu kama ama, ningelijua kuwa ni bondia babu, nachezea vitu. Hebu hebu acha basi, ara bwana, ngoja ngoja ngoja ngoja. Sasa sawa, ndugu yangu, kwanza, unajua ngoja nikwambie, unajua mimi na wewe, nawewe aga aga, tuna utani wa vile, yaani kuna mama waga kutaniani

Wukikata, na... ya, kwa sababu kikataa hata pamoja na riziki yako ambayo Mungu kapanga ndani yake kutoka kwake pasana kwa alikuwa hivi yani, yani, yani, yani, anawezaje hii swala yani, yani kwamba ume. Yani imeanza muda mrefu yani katika wanawake kati, yani ambao nilikuwa naona wasalamu sana mpaka mimi nikakoisika na kwenda kuoa, alikuwa ni mtaratibu kenda aa. Lakini ahka kukishanga ndugu yangu, na kuja kugundua mwanamke sio mwanamke, ni bondia mwanangu yule. Hebu <laughs> tuache hayo, mimi labda, mimi acha kwanza niende kwenye miangaiko yangu, nikitoka kwenye miangaiko yangu nitakuja. Hebu kana mimi, naomba yangu ile, usijali hilo, ajue ntakuja, ila kwa sababu

na mimi ninavyokuwa na shida siwezi sizindakufisha shemeji yangu, lakini pia nadhani mkiwa na shida nanyi lazima nitaniambia kutokana na tulivyotengeneza urafiki wetu. Sasa mi na swala moja limenileta hapa nyumbani kwako leo, ningependa kama ningependa wewe kama shemeji yangu ni ningependa nikushauri kitu, ndugu <laughs> yako kuna kitu kaniambia namna fulani ya mwelewani humo ndani. Si ndiyo? Ina maana yule anatoka huko anatoa ndani anakuja kukwambia wewe, ana kwanza wewe kama nani ambayo unafuatilia mambo yetu ya ndani? Semeni, mimi sijaje hapa kwa ajili ya huko. Ndio maana nikakuita chini, tukae chini tuyaongee, tuyazungumze mimi na wewe tuyaweke sawa. Katika siku ambazo umenikosea, ujue leo umenikosea sana. Mimi navyokuheshimu hivyo, wewe sio wa kuniambia mimi hivi. Yani wewe unatoa kwato zako huko, jinsi nilivyokuwa na kuheshimu, unatoa kwato zako mpaka. Oh, kuna vitu amuelewani, wewe kama nani shemeji eh? Shemeji, sikuja hapa kwa ugomvi, nimekuja hapa tuogi. sina shida kabisa kugongana na wewe, si unanielewa? Swala la kumpiga mmeo, wacha, mwanaume hapigwi. Siku zote mwanamke mjinga uvunja ndoa yake yeye mwenyewe. Hayo ni maneno hata kwenye kanga yako, hivyo unajibu mimi? Ndio shemeji, naomba uondoke, naomba uondoke. Huko una huko unafika mbali shemeji, ai ai, ila mimi ndio nishakwambia. Kweli mwanamke gani bwana, unapiga kiwa naume bwana? Wewe Shemeji angalia Ujioe, okay. Kama unaweza ujioe, usitishe mimi. Mimi unajua, unajua usitishe tutakuwa ewe mimi wewe. Wewe, wewe, wewe. Mimi sio mume wako naipiga piga mimi kama wewe ndio inaakwambia ina maana ili buzi nalifuga huko ndani alafu linatoka linaenda kupeleka umbea etalionesha a Mungu lichokoa Yeah. Umerudi pia, afadhali uliporudi. Kwa hiyo kutoa kidomo chako na kupeleka kwa shemeji yako, kumwambia kuwa mimi na kudunda mimi na kuonea. Nani amekwambia upeleke waumbea? Ulitaka eh? Sasa mboja ni kupe hiyo u ili hicho kidomo chako o, niko